Haleluya, haleluya, haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Ni wakati mwingine tena tunajifunza neno la Mungu. Ni mimi mtumishi wa Mungu Dickson Tweve, leo nimekuja na somo ambalo nimelipa title, nimelipa kichwa cha ujumbe kwamba mwanaume, ni, ni, ni nini maana ya kutamani? Ni nini maana ya kutamani? okay, let's go together. Biblia inasema hivi kitabu cha Mathayo tano mstari wa ishirini na saba Biblia inasema hivi mmesikia ya kwamba mineno kwamba usizini Yesu anawaambia lakini mimi nawaambia yote amtazamaye um, mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. so, the question is watu wengi huwa wanajiuliza na mimi zamani kwa najiuliza wakati nimetoka kuokoka what was Jesus mean what was Jesus meant here Yesu alimaanisha nini hapa Okay, kama ulikuwa unajiuliza hilo swali, leo nimekuja na majibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, anasema hivi amtazamaye mwanamke kwa kumtamani. The bible english inasema hivi you have heard that it was said you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent, has already committed adultery with the, her in his heart. Amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini na. Okay, Biblia ilichokuwa inajaribu kusema, unajua mwanaume Mungu alivyomuumba amemuumba in the way that akitazama anavutiwa kufanya anakuwa attracted to have sex akitazama anakuwa attracted to have sex. Akitazama mwonekano wa yule mtu, akitazama kitu fulani cha yule mwanamke, anatamani angefanya, angefanya naye sex. That's how men are structured. Vivyo ndivyo ambavyo wanaume wametengeneza. Sasa Biblia inaposema kwamba unapomtamani, unapomtazama mwanamke kwa kumtamani, umekwisha kuzini naye. Maana yake nini? Kwa sababu mwanaume it is natural you are born like that. Umezaliwa hivyo kwamba when you look at some at the woman you you are attracted, unavutwa kwake, unavutiwa. Sasa dhambi inaanzia hapa. Dhambi inaanzia pale ambapo you entertain, pale ambapo unafurahia pale ambapo you repeat the action again and again and again, yani unarudia kile kitendo mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Ni natural kwa mara ya kwanza, itakutokea <laughs> labda uwe sio mwanaume, labda uwe sio mwanaume au uwe una matatizo kiafya, lakini natural it will happen, you look at elele it, tuseme wa aise lipo this au au dalu if you repeat at the second time. Nasema hivi amtazamani, unaporudia kwa mara ya pili and you entertain, na unafurahia hicho kitu na unakirudia na kukirudia, that's when sin it comes. Na ndio maana ukisoma kule kwenye 7:9 wa Kolinto wa kwanza anasema hivi, anasema hivi. Nani wananipigia ninashoti kisoma kule kwenye Wakorinto wa saba wa kwanza sabam, tisa anasema hivi na ikiwa mtu akishindwa kujizuia, naone Paulo anawashauri kwamba ni ambayo mjaolewa wa gani mja kaeni tu bila kuoa, lakini ukishindwa kujizuia na uoe. Sasa Paulo anamaanisha nini? Kwa hiyo kuna ile last inakuja desire inakuja. desire inakuja to have sex ile hamu ya kuwa na tendo inakuja unaposhindwa kuizuia au unapomtazama mwanamke kwa mara ya kwanza, alafu ukavutiwa ukamtamani, unapofika kiwango ambacho sasa unafikia kiwango, unashindwa kuzuia ile urge, ile ile ile msukumo wa kufanya kile kitendo consecutively, yani kwa mara nyingi zaidi Ndiyopo hapo, Biblia inakushauri, Paulo anakushauri ni wow. Heri Hello. Bwana Yesu asifiwe uoe. Naamini umenielewa, naamini umepata kitu. Kama umepata kitu, kama hujapata kitu uliza swali hapo chini nitakujibu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Lakini kama umepata kitu na una kitu cha kuongezea, hebu ongezea hapo chini kwenye comment lakini usiache kusubscribe funguka channel pale YouTube, Facebook, Instagram. Subscribe funguka channel, na Mungu wangu akubariki sana. Haleluya, shalom aleikum.